Hi guys, karibu tena katika urembo na Princess Zey. Leo tunaongelea sili ndogo lakini yenye matokeo makubwa sana kwenye afya na urembo wa nywele zako. Wengi wenu umeshawai kujiuliza kwa nini nywele zangu haziongezeki urefu, mbona zinakatika? Ukweli ni kwamba nywele zako hazikui kwa sababu ya ncha zilizochoka. Ncha zilizochoka ni sehemu ya mwisho wa nywele ambazo zimegawanyika, zimekauka na haziwezi tena kushikilia afya ya nywele. Kupunguza ncha haina maana unapunguza urefu wa nywele zote, ni sentimita moja tu. Lengo ni kutoa uchafu na kuruhusu nywele ziendelee kukua kwa urefu na uzuri zaidi. Na leo nitakuonyesha jinsi unavyoweza kupunguza ncha ukiwa mwenyewe nyumbani, bila hofu, bila saluni na bila kuharibu nywele zako. Tunaanza. Utaanza kwa kuchana nywele zako. Unapokuwa unachana nywele zako, pendelea kutumia chanuo la plastiki, kwa sababu chanuo la plastiki halikati nywele. Baada ya hapo utaenda kupaka mafuta ili kuzipa nywele unyevunyevu. Na mafuta mazuri ni mafuta ya maji, hasa hasa mafuta ya nazi. Na unapokuwa unapaka mpaka mafuta, uwe unapendelea kumasaji ili mafuta yaingie vizuri kwenye nywele zako. Baada ya hapo, utakata mstari kwa kutumia chanuo la mbao. Lengo la kukata mistari hapa ni kwamba tunaenda kusuka vijibutu vidogo vidogo kwa kutumia uzi ili tunapokuja kukata ncha tuweze kukata ncha kwa uzuri bila kuharibu nywele. Utaandaa uzi wako kama hivi, kisha utaenda kwenye nywele yako na utaanza kuisuka. Kusuka kwake ni rahisi sana, utakuwa unaviringisha tu ule uzi kwenye nywele yani unafanya kama unaosokota, na hii ndio njia rahisi na bora zaidi kwa yoyote anayetaka kukata ncha za nywele yake. Unapokuwa unasuka, usifike mwishoni kabisa mwa nywele yako, huwa unazingatia kubakiza sentimita chache, usawa wa sentimita moja. Naomba unitazame, utaelewa zaidi. Ninavyosuka hapa, nimeona imebakia sehemu ndogo ya nywele, hivyo nitaenda kufunga nywele yangu namna hii. Utasuka na nywele zinazofuata zote na unapokuwa unasuka usisahau kubakiza sentimita chache ya nywele, usifunge nywele yote. Kipenzi changu, unavyoendelea kutazama video hii, naomba usisahau kusubscribe hapo chini kwa kubonyeza hilo neno lililoandikwa subscribe, kisha alama ya kengele, ili kunipa nguvu mimi ya kukuletea vipindi vingine vizuri zaidi. Tunaendelea. Baada ya kumaliza utaandaa mkasi wako. Mkasi ni mkasi tu wa kawaida. Utakuwa unaenda kule ulipoacha zile ncha, naomba nitazame kwa makini pale ulipoacha kale ka sehemu kadogo kanywele, ndipo tunapoenda kupakata. Utakata kwa umakini ile sehemu ambayo haujaisuka namna hii, unakata na kutoa zile zilizozidia ambazo ndio ncha zilizochoka. Utafanya hivyo katika nywele zote. Unaichukua nywele yako ambayo tayari umesuka na kule ambako ulipabakiza ndipo utakapoenda kupakata. Ni rahisi sana, haiharibu nywele na yoyote anaweza kuifanya akiwa nyumbani mwenyewe. Unapokata ncha za nywele, unazisababishia nywele zinakuwa zikiwa zenye afya, yani zinakuwa na nguvu, nywele nzito, nywele zenye mng'ao. Pia unazifanya nywele kuonekana nadhifu na zenye mpangilio, na unapoenda kusuka nywele zako zinakuwa hazishikanishikani, na kwenye kuchana unapata urahisi, hautakata nywele zako. kanywele kanakotoka ni aka kadogo tu, kwa hiyo usiogope kukata ncha za nywele zako. Ncha zilizochoka ni hizi nywele za juu mwishoni. Kuna wengine hukata ncha bila kusuka, yani wanakata nywele zikiwa zimefumuliwa, wana wanakata huku mwishoni kwa nywele zote. Nywele za Kiafrika tunajua kwamba zinaota kwa kutokulingana, na unapokata ncha ni tunamaanisha kwamba zile nywele ambazo zilikuwa za kwanza kabisa kuota kichwani ndio tunaenda kuzikata. Zenyewe zitakuwa zimechoka sana kukaa kichwani na zimepoteza uwezo wa kuendelea kupokea mabadiliko. Unavyofunga haya mabuto, itakusaidia kuona ni nywele gani ambazo zina urefu wa zaidi na ndizo zinazotakiwa kuondoka kichwani na hii ndio final look. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wengine, ili wajifunze kama wewe. Asanteni na kwaherini.